Kwa majina naitwa Mr. Abel Majiko, mfanyabiashara wa soko kuu la Dodoma Tanzania. Uh, tunapozungumzia medali za siasa kwa sasa hivi pamechemka kweli. Upande unakwenda Chadema, upande cha Uma, upande ECT. Kwa hiyo kwa hawa ndugu zetu wa G55 uh, tumeona walianza kwanza kikundi kidogo uh, baadaye tukaona kwamba jana tarehe 21 wamejiunga chaumma

Uh, mwanzo kabisa msemaji wao bwana Mlema alisema kwamba tumepeleka maoni kwenye chama chetu ili tuweze kusikilizwa au kushauri chama jinsi na mwenendo wa chama, lakini kumbe walikuwa na ajenda zao za siri. Na hata jana tarehe ishirini na moja tumemwona katibu wa chama Salum Mwalimu amesema kwamba kulikuwa kuna vikao, na yeye Salum Mwalimu amejitanabaisha kwamba yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa ile kamati ya kujiondoa, lakini niseme tu jambo moja kwa mujibu wa sheria, katiba inaruhusu kila mtu kujiunga chama anachotaka. Kwa hiyo hawa G55 wameitendea haki katiba na sheria za nchi za vyama vingi. Kwa hiyo niseme tu kwamba wametendea haki, lakini mimi na shaka kidogo na juu ya uhamiaji wao cha umma, kwa sababu hawa watu wangechaguliwa Chadema, sidhani kama wangeondoka kwa sababu walikuwa wamezoea kula na mirija kule kunyonya. Sasa walivyoona Bwana Tundu Antipas Lissu kaingia na John Heche, wana mfumo na mwelekeo tofauti, watu wanasema duka lao limefungwa, ndipo wakaamua kukata shauri. Lakini a, napata shida Chaumma, Chaumma. Chini ya mwenyekiti Hashim mrungu Sepunda wamepata wapi fedha ya kutumia ya kupiga kampeni au kujinadi au kutangaza chama chao siku kumi na sita kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano, wakitumia chopa nyuma yao. Mimi na imani yupo mkubwa wao, na nadhani ndiye atakayegombea kwa Chauma uraisi. Siwezi kumtaja ni nani, lakini nyuma yao kuna mkubwa wao kwa sababu kina Mlema kina Benson Kigaila, mimi nawafahamu, nawafahamu vizuri. Kwa hiyo nafikiri tungoje Eh, mwitikio wa wananchi na wananchi wako hulu kuchagua chama chochote kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaruhusu mtu yeyote kujiunga kukusanyika na kujiunga na chama anachotaka. Kwa majina, naitwa Fatma Shukuru, ni mkazi wa Dodoma. Kwa upande wangu, kwa A, mambo yanayoendelea kwenye vyama vya siasa sioni kama hapo sawa, ukizingatia hichi chama cha CHADEMA wanavyohamahama wanatuchanganya wapiga kura kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili, mwaka wa kupiga kura uliopita tulichanganywa hivyo hivyo, tukaanzia chama kinaitwa wa UKAWA, wananchi tuka tukajitahidi, tukaamini kuwa tunaenda kupiga kura, tunachagua kiongozi tofauti na chama tawala, lakini mwisho wa siku akaja akatuchanganya, viongozi wakaanza kuhama kama sasa ilivyo, viongozi wanavyohamahama hivyo, wanachanganya wapiga kura. Tunawaomba viongozi waweze kuchagua chama kimoja ili wasije kutuchanganya wananchi ambao tunaamini kwenye upigaji kura wetu na tunaamini kura zetu tunapozipeleka, ili baadaye isije ikawa kuna malalamiko kwamba kura zinaibiwa, kura zinafanya, lakini hiyo inatokana na sisi viongozi wenyewe wanatuchanganya sisi, wenye sisi tumeshajiandaa tunaenda kupigia kura chama fulani, baada ya muda unasikia kwamba kiongozi huyu ambaye ulikuwa umeshamiri unaenda kumpigia kura amehama ameenda chama kingine. Tunaomba viongozi wawe na msimamo, ili na sisi wapiga kura tuwe na msimamo kuepusha mambo ambayo watakuja kutokea baadaye kwamba kuna uibaji wa kura, kuna changamoto zinazojitokeza wakati wa kupiga kura. Kwa majina yangu naitwa ndugu Paschal Maliki, naishi hapa Dodoma mjini maeneo ya Iringa Road. Na kwa habari kwa inayohusu G55 ambayo umenioji mwandishi wa habari, kwa hao ndugu zetu wa upande wa CHADEMA kwa mama, kwa maoni yangu mimi, naona hakuleti afya kwa demokrasi ya vyama vingi, kwa sababu mpango uliokusudiwa wa vyama vingi ni kuimarisha upinzani, ili upinzani uwe imara, kuleta unafuu kwa wananchi na kuleta maendeleo makubwa sana katika nchi, kwa sababu chama kinapokuwa na sera zake na kutoa maoni yake na kusimamia mpango wake huo, mpango ni kwa ajili ya wananchi, na ndio makusudi ya vyama vingi. Sasa hii hali ya kuhama, mimi binafsi hainio, sioni kwamba ina maendeleo katika taifa na katika vyama, kwa sababu wao tuliwaona wakiwa viongozi katika hicho chama na wakakaa kwa muda wa kutosha na wakatuaminisha kama wananchi kwamba wao wakajipambanua kwamba ni wana mageuzi ma na maendeleo kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini tumeshangazwa wao walichotuhubiri, wanafanya tofauti na kile ambacho wametuaminisha wame, kwa sababu walituaminisha kwamba wana demokrasia wa maendeleo kama ilivyokuwa chama chao, chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA. Lakini leo wao kitendo cha kuweza kuondoka kwa muda mfupi baada ya kukosa nafasi za uongozi, hiyo sisi kwetu tunaona kwamba wametufanyia kitu sio sahihi kabisa kama Watanzania, kwa sababu madhumuni ya wao kuwa chama cha upinzani ni kwa ajili ya maendeleo. Sasa wanavyoondoka hivi, maana yake tunaona dhahiri kwamba wanaenda kumbe kufuata masuala ya uongozi sio masuala kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Maana yake kiongozi ukikosa nafasi yako ya uongozi na kuondoka, maana yake unaonyesha kabisa mapungufu na unaonyesha kabisa madhaifu uliokuwa nayo. Kwa maoni yangu mimi naona hawakufanya kitu kilichokuwa sahihi, kwa sababu wao walituaminisha tena, kwa maeneo makubwa sana, wakajipambanua wakasema kwamba hawa mafisadi, hawa sijui wako hivi na wakakusanya watu wengi kwenye mikutano mbalimbali mbali, na wakawaingiza vijana wengi kwenye mazingira hayo, wengine wakaumizwa kwa ajili ya kuaminishwa kwamba wao wataleta maendeleo. Sasa hatimaye wameondoka na mbie, wale vijana au wadau waliowafuata wa na kuumia kwa ajili yao kwa ajili ya kuona kwamba wana sehemu ya utendaji wa haki, watawaambiaje? Na hata wakiwaambia mimi sioni kama wanaaminisha kitu kilichokuwa sahihi. Kwa sahi, kwa jina mimi naitwa Maryam Mlewa. Kwa kweli mimi natoa ushauri wa hii hamahama ya vyama. Hasa naongelea kwanza kwenye msimamo. Ukiwa kiongozi umeshakuwa kuwa kwa kiongozi uwe na msimamo ili watu wengine wale wanaoongoza wakufate. Lakini ukiwa kiongozi alafu hauna msimamo atakufuata nani? Kwa mfano hivi umeenda ugenini. Leo hii tu umefika ndio unafika tu unashika ufagio unafagia, kweli haiwezekani. Lazima watu wakujadili kwamba haki ya kujumuika eh, the right to assembly ni haki ya msingi ya kila raia. Eh, he, naweza kuamua kuwa mwanachama wa chama chochote, naweza kuamwamua mjumuiko wa jumuiya yoyote. Kwa hiyo eh, kimsingi mi sioni tatizo kwamba kama wale wameona kwamba e, mwanachama wa chama yoyote au wale unaohitaji G55 wameona kwamba hawaridhishwi na hali iliyoko hapo walipo, sitaki kutaja chama, wana haki e, mi naiona ni haki ya msingi ya mjumuiko. Leo naweza nikaa nikaa mahala fulani, napoona pana, pana, pana, pana manufaa pana nini, leo niko mahala fulani.